Karibu sana kwenye kampuni jipya hii. Tunasema ni kampuni na sio platform; tunapozungumzia kampuni ni kampuni la Barrick Club, ni kampuni nzuri sana la kubaini odd na even. Kama wewe ni mtaalamu wa kubashiri odd na even, ni majibu mawili tu, either odd au even. Na kama ukipendezwa, nitakutumia link utaweza kujoin na kuweza jinsi na kuweza kupata pesa katika hili kampuni. Hili kampuni limeanzishwa hivi karibuni na ni kampuni nzuri sana sana, kwa sababu endapo kama ikitokea kuliwa unaliwa, ukweli. Ndio maana unapata faida uki, uki, una baini odd na even, ukikosa unaliwa, na ndio maana nasema ni kampuni ambalo litaweza kudumu kwa muda mwingi. Hili kampuni hili kampuni likoje sasa, na linafanya vipi kazi hili kampuni? Ukifungua link, ukifungua link, tuseme kwa mfano ukifungua linki fungua linki itaonekana, itaonekana kwa namna hii. Ukifungua linki, nikuonyeshe linki, ndugu mtazamaji, ukifungua linki itaonekana kwa namna hii. Utajisajili, utajisajili, utaweka namba yako ya simu, utaweka password. utarudia kuweka password, ut, utakuja kuweka email yako ambayo ni active kisha utabonyeza hapa. Ukisha bonyeza hapo, utatumiwa kodi kwenye email, unakuja kuzingiza hapa. Nadhani utakuwa hatua ya mwisho kuja kusign up. Ukisha sign up, utakuja ku log in kwa password ambayo utakuwa umeweka. Uta log in utaandika namba yako ya simu hapa, utaandika na password yako, una log in kwa. Ndugu mtazamaji, baada ya log in, baada ya log in, okay, baada ya log in ujione namna hii, utakuta kila kitu kiko vizuri kabisa. Inaitwa Barrick Club, ni jukwaa la biashara ya madini kwa, ni jukwaa ambayo inahusika na biashara ya madini ambayo linajihusisha sana katika kubain, katika ku na inaongoza duniani katika uchambuzi wa data. Kwa hiyo ni kampuni nzuri, lakini mchezo wake utakuwa unacheza kwa njia ya odi na eveni ni kampuni nzuri sana kwa wewe ambaye hutoelewa huto hapa nachokielekeza, nitafute kwa namba ya 0694 themanini na tatu sitini na moja zero tisa hiyo ni namba yangu ya Airtel inapatikana. Mhm, mm-hmm, utabonyeza kwenye joy hapa. Kibonyeza kwenye joy, utaona sasa, je, unacheza vipi? Kwenye odd na even ndo hapa. Matokeo yanapatikana hapa. Matokeo tunayocheza. Odd ni namba hizi hizi hizi hizi, lakini even ni namba hizi. Even ni namba hizi, ah, even ni namba hizi. Even, even ni namba sorry, even ni namba hizi hizi Ndo maana ya even. Kwa hiyo unapokuwa na beti unakuwa na baini mwenyewe kwamba niweke odd au niweke even. Ukiweka even afu ikaja odd, maana kutakumeliwa na tunacho natulach... natulach... natulachok..., kiangalia sisi ni matokeo ya mwisho hapa, final result ni hapa hapo. Unapoangalia maana yake ni jibu la mwisho ambalo ni hili hapa, jibu la mwisho ambalo ni hili hapa, tosha. Ndio ndio jibu la mwisho ambalo tutakiwa uangalie Jibu la mwisho kama ukibeti odi utabonyeza hapa. Ukitaka kubeti odi, utabonyeza hapa, utabonyeza hapa, unaandika kiasi unachoandika, kama ni mbuku utabonyeza utapesi. Mimi sina balance, utabonyeza balance hapo, utabonyeza nitaweka hivi karibuni. Unabonyeza hapo, unaweka kama ni elfu moja unakuja kubonyeza hapa, kisha na pesi, kama ni kama umecheza odi kwa hiyo majibu yako unasubiri sasa. Baada ya dakika hizi kuisha, hizi dakika zinahesabu, ni dakika ambazo unasubiri matokeo yaisha, unasubiri inakuja even. Maana yake nimebeti odd, odd ambazo ni hizi ni moja, tatu, tano, saba, tisa, lakini imekuja even. Maana yake hapo, kama ni buku, itakuwa nimeliwa. Jibu limekuja hapo even, jibu la mwisho Tunachoangalia sisi ni jibu la mwisho kwenye hii mlolongo wote, tunachokiangalia ni hii hapa, jibu ya mwisho, hii namba nane. Ingekuwa ni odd, tungekuwa tumekula. Sasa hivi hapa umekuja even. Kwa hiyo mtu mwingine anaweza kuja kuamua ku bet even, akaweka 1000 vile vile, akaweka 1000 vile vile, unasubiri, unasubiri, dakika zinahesabu, dakika zinazohesabu ni hizo hapa, zinahesabu ni hizo dakika, zinapungua hizo dakika pia. Kuna kubet, kuna big, kuna big and small, kuna big and small. Hizi hapa big and small, big and small. Big ni namba, big ni namba, ni namba hizi hapa za juu. Big ni namba hizi hapa za chini, na small ni namba za huko juu. Kwa hiyo unapo ukibonyeza small maana yake hapa ionekane namba moja kati wa, kati ya hizi namba ambazo ni sifuri moja nne tatu mbili. Ukibet big maana yake hapa zione hapo mwanzo ionekane namba ambayo ni tano sita saba nane au tisa mojawapo. Nadhani kubeti ndio hivyo. Kuweka pesa ninjia, laisi, ni njia rahisi ni ku deposit automatic ukibonyeza kwenye deposit hapa utaandika kiwango chako utaandika kiasi chako kiasi chako unatuma itakuambia successful. kianzio ni elfu tatu kwa hiyo unaandika namba ya simu baada ya kuandika namba ya simu hapa hapa itakonfirm taandika namba ya simu sianzie na zero anzie na kama ni saba anzie na saba kisha na submit hapa submit itakuambia itakuambia weka namba yako ya siri, utaweka na kila kitu itakuwa sawa. Kuwithdraw ni hapa. Kuwithdraw ni hapa. Nadhani tusipoteze muda mwingi, lakini hii ni platform nzuri sana ambayo imekuwa ikijiokotea iki wafasi wengi kulingana na uimara wake na na ufanisi wake katika utendaji kazi wake. Kualika marafiki, ukibonyeza hapo kwenye linki unakuja kualika marafiki hapa kwenye invitation hapa. Unaalika marafiki hapa. Kwa hiyo kubonyeza hapo kwenye invitation unaalika marafiki unabonyeza, unabo, unakuja unakuja, ukopi hiyo link hapa unaalika marafiki. Asante sana kwa kufuatilia, lakini kama kuna changamoto, namba yangu ni 0694836109. Asante sana.